Sasa tulipofikia tuna kila sababu ya kusema kwamba tuweke mikakati ya kutosha kuhakikisha viwanda vyetu vinasonga mbele, kuzuia uingizaji wa mabati ambayo hapa nchini mwetu tunazalisha kwa lengo kwamba tamba, tukifanya hivi, tukizuia, tutaweza kusaidia kulinda ajira zetu za ndani. Uzalishaji wa mabati katika kiwanda cha Alafu umeongezeka linaopelekea nchi kujitosheleza kwa mahitaji ya mabati nchini. Ameyasema hayo waziri wa viwanda na biashara mheshimiwa Dr Suleiman Jafo akiwa jijini Dodoma Aprili 22 mwaka huu alipotembelea kiwanda cha Alafu Dodoma ili kuangalia mwenendo wa uzalishaji wa mabati katika kiwanda hiko na kusema kuwa ameridhishwa na kazi kubwa inayofanyika. Kwanza naomba niwapongeze sana Araf kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya nchini mwetu, hasa kwa sababu tunafahamu kiwanda hichi kina shea za serikali takribani asilimia 24. Kwa hiyo manake tuna mkono wa serikali katika kiwanda hichi lakini kiwanda hichi ni kiwanda cha kihistoria tokea mwaka 1960 kiko nchini mwetu tumeendelea kudufaika na kama Wizara ya Viwanda Biashara leo tumeamua kuhakikisha kwa kwamba tunakuja kuangalia mwenendo wa uzalishaji wa mabati katika kiwanda hiki. Hakika nimefarijika sana na nimeridhishwa sana na kazi kubwa inaendelea kufanywa na kiwanda hichi cha Alaf. Kwa sababu nafahamu sasa hivi unaona kwamba uzalishaji wao unazidi kuongezeka. Bati hizi za kawaida zenye upe zaidi ya tani laki moja lakini bati za rangi kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa katika laini mpya ya uzalishaji sasa wanazalisha karibuni tani elfu sabini na tano. Maana yake ni nini? Kama nchi chini suhasan, inchi, ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunasema kwamba sasa nchi inaenda kujitosheleza. Mahitaji ya bati nchini mwetu ya bati za rangi ni takriban tani laki moja na elfu thelathini, lakini kiwanda hichi kinazalisha tani elfu sabini na tano hali kadhalika kuna kiwanda kipya cha Lodhia kinazalisha karibu tani elfu 75 lakini kiwanda cha MM Steel kinazalisha karibu tani elfu 50 na kiwanda cha King Lion karibu tani elfu 60 ukijumisha kwa, kwa pamoja, zaidi ya tani laki mbili na elfu sitini ambayo mahitaji yetu ni tani laki moja na elfu 30 kwa bati za rangi. Mheshimiwa Jafo ameendelea kulonga kwamba kuna kila sababu ya kuweka mikakati ya kuinua viwanda hapa nchini ili kuweza kutengeneza na kulinda ajira za ndani, huku akiwataka wananchi kwa, kwa wazalendo kwa kupenda bidhaa zinazozalishwa nchini. Sasa tulipofikia tuna kila sababu ya kusema kwamba tuweke mikakati ya kutosha kuhakikisha viwanda vyetu vinasonga mbele, kuzuia uingizaji wa mabati ambayo hapa nchini mwetu tunazalisha kwa lengo kwamba ba tukifanya hivi, tukizuia tutaweza kusaidia kulinda ajira zetu za ndani. Lakini waombe wa Tanzania tuwe wazalendo, tupende vya kwetu kama nchini mwetu tunaweza kuzalisha karibuni tani laki mbili na sabini, mahitaji yetu ni tani laki moja na thelathini kwa bati za rangi. Kwa nini tusinunue bati za kwetu kuhakikisha kwamba tunatengeneza ajira kwa vijana wetu? Imani yangu kubwa ni kwamba Watanzania tutakuwa pamoja kuhakikisha kwamba kwa nchi yetu inasonga mbele kwa dhamini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Bi Hawa Bayumi ambaye ni meneja mahusiano wa kiwanda cha Alafu ameridhishwa na ushirikiano anaopewa na serikali kwa kutembelea wadau na wazalishaji wa ndani. Huku Mwajabu Nyamkomora, katibu tawala msaidizi kitengo cha uwekezaji wa viwanda na biashara mkoani Dodoma, akisema jambo jema ni kuendelea kutoa ushirikiano wa kutosha kwa wazalishaji hao ili kuendelea kutoa ajira kwa Watanzania na kukuza uchumi. Tunafurahi sisi kama ALAF serikali inapoangalia wadau na wazalishaji wa, wazali wa ndani na kututembelea mara kwa mara na kushirikiana na sisi. Sisi kama ALAF tumeweza kuwekeza ndani ya mwaka mmoja tu na sasa tunazalisha bati za rangi hapa hapa nchini na tunaweza kuwahudumia wateja wetu kwa haraka zaidi kwa bidhaa za hali ya juu zaidi. Lakini pia tumeenda mbele zaidi, sio tu tunaweza kuzalisha nchini, lakini pia kumhakikishia huyu mlaji anapata bidhaa ambazo za viwango zitadumu kwa vizazi na vizazi. Sisi kama ALAF, pia tunatoa waranti kwa bidhaa zetu mbalimbali kwa miaka mbalimbali kulingana na bidhaa hizo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, Uh, Watanzania waweze kutumia bidhaa zetu, lakini pia tunawasisitizia tupende vya kwetu, tutumie vya kwetu Tanzania. Sasa hivi tunazalisha mabati ya kiwango cha juu sana. Naitwa Mwajabu Abdala Nyamkomora, katibu tawala msaidizi, section ya uwekezaji wa viwanda na biashara, mkoa wa Dodoma. Nafikiri kama mheshimiwa waziri alivyozungumza kwa viwanda na biashara, swala lazima hapa ni kwamba tuendelee kuwasapoti ndugu zetu, wapa ushirikiano wa kutosha viwanda vyetu vya arafu vya mabati ili kuhakikisha kwamba wanatoa ajira kwa watanzania walio wengi. Uchumi wa nchi yoyote ule unakuwa kutokana na viwanda. Kwa hiyo hivi viwanda vilivyopo ni kwamba tutahakikisha na kuwahimiza halmashauri zetu ambazo zinatumia zaidi ujenzi wa mabati katika zahanati, vituo vya afya, waje kwenye shirika kwenye kampuni hili la halafu, kwa ajili ya kuweza kupata mahitaji yanayotakiwa. Tumeona ubora wa vitu vilivyozungumzwa, wakiwepo wakala wetu wa TBS na wakala wa vipimo ambao wanahakikisha kwamba